Yes guys, mambo vipi? Karibu sana kwenye channel hii kama kawaida ni Teacher Sharak na hii e, mu, e, PDF unayoiona ama hii e, photo unayoiona hapa ndio mfumo ambao mkopo wako utakuwa ukionekana katika akaunti yako ya Sipa. Sasa wengi wanajiuliza nawezaje kufika kwenye akaunti ya Sipa na hivi e, vilivyowekwa huku kwenye akaunti yangu vinamaanisha kitu gani? Sasa ngoja nikuelekeze namna sahihi ambayo unaweza kaitumia kufika haraka katika akaunti yako ya Sipa na kuangalia kiasi cha mkopo lichopewa na kile kiasi ulichopewa kila kimoja kinamaanisha nini. Moja kwa moja, eh, mimi hupenda kutumia Google Chrome. Kwa hiyo utaingia kupitia kivinjali cha Google Chrome ambapo utasachi website ya bodi ya mikopo kwa kuandika www.hezeb.go.tz, alafu ukisha click eh, sehemu ya kuingia, basi tunategemea website ya bodi ya mikopo itafunguka, ambapo unaweza ukascroll mpaka chini katika eh, katika y imeandikwa vipengele. Sasa simu yako ikifunguka hivi, maana yake nafunga kawaida. Kuna baadhi ya vipengele utakuwa huvioni. Mimi hupendelea kuifungua simu yangu kama kompyuta kwa kubonyeza upande wa kulia juu alafu gusha kugusa sehemu iliyoandikwa desktop site. Nikigusa hapo, maana yake nataka simu yangu ifunguke. E, items zote ziinavyofunguka kama unavyoona hivi S Zote zimefunguka vizuri na unaziona japo ni ndogondogo, lakini zinaonekana zote kwa usahihi. Kwa nitaingia kwenye ile ya loan benef... beneficiaries. Nikishaingia hapo, e, nitaenda e, moja kwa moja kulogin kwa kuingiza e, namba ambazo nimezitumia kwa ajili ya kulogin account yangu. Nikisha login account itafunguka kama hivi e, ikiwa na e, e, e, taarifa zake zote. Kwa hiyo mimi moja kwa moja nitabofya kwenye sehemu ya mistari mitatu na kuangalia upande wa kulia amini, upande wa kushoto juu ambapo nitaona eh, kipengele cha kwanza kimeandikwa dashboard. Ikiapa kinahusu taarifa binafsi ambapo kibofya, utakutana na ile taarifa ya kwamba umechaguliwa, maombi yako yameshaenda ki vizuri. Kipengele cha pili ni cha sipa. Hii ndio system ambayo inamhusu mwanafunzi husika. Kipengele cha tatu ni cha didis. Didis ni ule wa, muda wakati wa kutoa. Lakini kipengele cha nne ni cha lipa Lipa ni kwa wale ambao tayari walishatoka eh, katika huduma hii katika unufaika huu, sasa wanataka kulipa mkopo ambao walipata. Refund kama kawaida, anajieleza. Applications ni maombi yaliyotuma. Appeal ni kwa wale ambao wamekosa, watapewa nafasi ya ku appeal. Survey ni kitu kipya kimeongezwa kwa ajili ya kuchukua taarifa. Sasa sisi tuna deal na kipengele cha sipa. Ukigusa nacho kina vipengele viwili ambacho ni allocation na disbursement. Disbursement huwa inaonyesha kiasi chote cha mkopo cha mwaka mzima, lakini location ni kiasi ambacho umewekewa kwa wakati huo. Kwa hiyo ukigusa location, moja kwa moja itadai uingize mwaka, kwa sababu huu ni mwaka wa masomo 2025 2026 utagusa hapo ambapo ukisearch itakuletea kiasi cha mkopo ulichopangiwa katika mwaka huu wa masomo, ambapo ukifungua kwenye kiasi cha mkopo ulichopewa, e, kinakuwa na taarifa mbalimbali, ambapo mojawapo upande wa kushoto huku kwenye allocation breakdown utaona imeandikwa batch info, ni namba moja nobo d festilon. Hii ni kulingana na huyu mwanafunzi niliyomwangalia. Namba moja maana yake hii ni batch ya kwanza. Nobo maana yake ni chuo ambacho amechaguliwa kina jina lake nadhani anafahamu mwenyewe, lakini first loan maanake ni mkopo wake wa kwanza. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye anaenda kuingia first year. Ukija kwenye mkopo wenyewe allocation breakdowns, utaona kuna tu tu, tulishasema hii ni teaching, tunasema nini, tuition fee. Kwa hiyo hii ndio inasimamia ada ya amini Yes, nasimamia ada ya chuo. Kwa hiyo umeona hapa kwenye ada ya chuo amepewa laki tatu na tisini lakini MA hii inamaanisha meals and accommodation chakula na malazi ambapo, moja, meals and accommodation unalipwa mara 3, wa, ni mara nne kwa mwaka, kwa, ni mara 2 kwa kila semester. Na kila semester moja unapata shilingi laki sita kwa ukipiga mara nne ni kama milioni mbili na laki nne ambapo sasa amepata milioni mbili laki tatu na kumi na jumla inaandikwa pale milioni mbili laki saba. Kwa hiyo kama kiasi alichopewa ataona hakimtoshi especially kwenye ada, basi itakapofika muda wa kuapili ataapili kuomba kuongezewa kulingana na kozi anayosoma na kiasi kinachohitajika. Nadhani nimetoa fafanuzi mzuri kwenye hivi viwango na namna ya kuangalia e allocation yako. Tukija sasa kwenye upande wa disbursement pia na yenyewe utasearch mwaka ambao ni 2025 2026, ambapo huku bado hawajaweka. Anasema no disbursement available for huyu hapo mwanafunzi academic year, kwa sababu hii inaonyesha kiasi atakachopewa mwaka mzima, sawa, na mchanganyiko wake, yani atakachopewa mwaka, yani miaka yote atakachopewa na kiasi atakachodaiwa. Kwa hiyo hii kwa mwaka wa kwanza sasa bado haija processed, lakini muda unavyoendelea kwenda itakuwa inaendelea kuwa processed taratibu taratibu. Hii ni rekodi pia ambayo ya kile kiasi ambacho utakachochukua umepewa tangu ulianza first year na mpaka utakapokuja kumaliza. I hope umeelewa vizuri. Kama una swali, drop your comment chini ya video hii, nami nitakujibu haraka sana. Endelea kusubscribe channel hii timitisha, share once again na kukaribisha tena na tena.